Nicolas Sarkozy aliyewahi kuwa rais wa Ufaransa kati ya mwaka 2007 hadi 2012 ameandika historia kwa njia isiyotarajiwa kuwa rais wa kwanza wa zamani wa taifa la Umoja wa Ulaya kutumikia kifungo cha jela. Mnamo Oktoba 21, mwaka 2025, akiwa na umri wa miaka sabini, Sarkozy alianza rasmi kutumikia kifungo cha miaka mitano katika gereza la La Sante mjini Paris. Hatua hii imeibua mjadala mpana kuhusu uwajibikaji wa viongozi wa juu wa kisiasa, maadili ya kampeni na nguvu ya sheria dhidi ya mamlaka. Sarkozy alipatikana na hatia ya kuhusika katika njama ya kupokea ufadhili haramu wa kampeni kutoka kwa aliyekuwa kiongozi wa Libya, Muammar Gaddafi, katika uchaguzi wa urais wa mwaka 2007. Mahakama ya Parisi ilibaini kuwa mamilioni ya yulo yalitolewa kwa utawala wa Gaddafi kusaidia kampeni ya Sarkozy kinyume na sheria za Ufaransa kuhusu ufadhili wa kisiasa. Majaji walimhukumu kifungo cha miaka mitano jela, faini ya yulo laki moja, na kumzuia kushiriki katika siasa kwa kipindi cha miaka mitano. Ingawa mawakili wake waliwasilisha ombi la kupinga hukumu hiyo, Sarkozy alikubali kutii sheria, akisema, siogopi jela, nitatii hata kwenye lango la gereza. Kifungo cha Sarkozy kimeacha alama kubwa katika siasa za Ufaransa. Kwa muda mrefu alikuwa kiongozi mashuhuri wa mlengo wa kulia, akijulikana kwa msimamo wake mkali dhidi ya uhamiaji na sera za kiuchumi zenye mwelekeo wa soko huria. Alijizolea sifa kwa uongozi wake wakati wa mgogoro wa kifedha wa 2008 na kwa juhudi zake za kidiplomasia katika masuala ya kimataifa. Hata hivyo, tuhuma za ufisadi na matumizi mabaya ya madaraka zilianza kumwandama mara tu baada ya kuondoka madarakani. Kesi hii imekuwa mfano wa jinsi taasisi za kisheria zinavyoweza kuwajibisha hata viongozi wa juu na imeibwa matumaini kwa wananchi kuhusu uwajibikaji wa kisiasa. Sarkozy anakuwa kiongozi wa kwanza wa Ufaransa kufungwa jela tangu Marshal Philippe Pétain aliyefungwa baada ya vita vya pili vya dunia kwa kushirikiana na utawala wa Nazi. Tofauti na Petain ambaye alihukumiwa kwa usaliti, Sarkozy amefungwa kwa makosa ya kifedha na kisiasa, lakini athari ya kihistoria ya tukio hili ni kubwa. Wafuasi wake walikusanyika nje ya makazi yake siku ya kuanza kifungo, wakiwa na mabango yenye picha zake na ujumbe wa kumuunga mkono. Wengine waliona kifungo hicho kama kisasi cha kisiasa, huku wengine wakitaja kama ushindi wa sheria dhidi ya mamlaka. Vyombo vya habari vya kimataifa vilifuatilia tukio hilo kwa karibu, vikitoa tafsiri mbalimbali kuhusu athari zake kwa siasa za Ulaya. Kifungo cha Nicolas Sarkozy si tu adhabu ya kisheria bali ni somo kwa uongozi wa kisiasa duniani. Kinaonyesha kuwa hata wale waliowahi kushika madaraka ya juu hawako juu ya sheria. Katika enzi ya uwazi na uwajibikaji, tukio hili linaweza kuwa chachu ya mabadiliko ya kisiasa na kijamii, si tu nchini Ufaransa bali pia katika mataifa mengine yanayopambana na ufisadi.